Sasa yale majira yangu ya kuyafanya majukumu niliyotumwa na Mungu leo yamefika. Hallelujah. Hallelujah. na mikono yako sema, E Bwana Yesu. Rudia tena, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba. Sema kuanzia leo, unipumzishe na mateso yote, unipumzishe na magonjwa yote, unipumzishe na kudhalilika, unipumzishe na roho ya madeni uniondolee roho ya umaskini, uniondolee roho ya mafarakano. Kwa jina lako sasa napona, kwa jina lako sasa nainuliwa, kwa jina lako sasa naheshimika, kwa jina lako sitaanguka tena, sasa ninakwenda juu kwa jina la Yesu. Hebu wote mlio kule geuka sasa, kaa ukiwa umetazama huko Kaa kwenye kiti lakini kiti chako geuzia huko. Yaani ni, ni zoezi moja tu la kuswichi kwamba mstari badala ya mstari geuka huko mstari, unaangalia wapi? Huko. Kwake Yesu mimi na wewe tumekombolewa. Maana yake ni nini? Katika kila palipo na magumu ambayo hayatoki kikawaida, lazima kuna mtu adhalilike, lazima kuna mtu awe na roho ya unyenyekevu, lazima kuna mtu aumie. Ndio maana kuna wakati mzazi nyumbani chakula hakitoshi, ukimega tonge la kwanza ukilila watoto wanaweza wakala matonge sita, wewe ndo unakula tonge la pili, wanakula matonge kumi na tatu, wewe unakula tonge la tatu, unakunywa maji. Ulikuwa hauli, ulikuwa unawasindikiza wao wa shibe. Wewe ulisha shiba siku nyingi. Inua juu mikono yako, sema Mungu wa Nabii Nyakia, mtumishi wako anaponyenyekea leo, kila mabaya na kila magonjwa niliyowekewa ndani ya mwili yapone leo. Kila umaskini niliyopandiwa uondoke leo. Kila magonjwa waliyoweka ndani yangu kwa ajili ya umauti yawareje wale waliyoyaweka kwa jina la Yesu. Simama juu, simama juu, mama juu. Weka mikono yako kwenye kitovu chako, alafu tamka Mungu uchawi wa aina yoyote, uchawi wa aina yoyote niliourithi kwenye familia, uganga niliofanyiwa kwenye familia, magonjwa niliowekewa kwenye familia, nabii wako anapojimwagia maji haya, kila nuksi walioweka kwangu, kila nuksi walioweka kwenye familia, kila nuksi walioweka kwenye biashara, kila nuksi walioweka kwenye ukoo, kila nuksi walioweka eneo la kazi, viondoke. Tamka, tamka tamka tamko, kia na maanishi, tamka kwa jina la Yesu. Ewe Bwana Yesu, Yesu mimi ni nabii wako, napojimwagia maji haya na mwili wangu wote kuloa, kila aliye na nuksi, kila aliye na mikosi kila aliyelogwa aliyetolewa kafara aliyechukuliwa ufahamu aliyenyang'anywa karama aliyepandiwa magonjwa, sasa vikapone kwa jina la Yesu! hey, bwana Yesu! Sema, e hey, bwana Yesu! yeyote aliyenitendea mabaya, yeyote aliyeharibu maisha yangu, yeyote aliyefanya kafara ya kuharibu maisha yangu, yeyote aliyeharibu ukoo wangu, yeyote aliyeharibu uzao wangu, kuanzia leo ataangamia yeye. Uzao wangu na maisha yangu vinakuwa salama kwa jina la Yesu. Nakwenda sasa, kaa chini kwenye kiti chako, kaa chini kwenye kiti chako. Katika Ayubu 42 ule mstari wa sita, Ayubu 42 mstari wa sita, Mungu anasema nini mahala hapa? Naikana nafsi yangu kwa ajili ya Mungu akukomboe wewe na ukana utu wangu kwa ajili ya Mungu akukomboe wewe, na kana muonekano wangu, Mungu akukomboe wewe, na acha ustaarabu, Mungu akakustaarabishe wewe. Pale ulipodhalilika hutadhalilika tena, pale ulipotemewa mate, sasa watakutafuta wao. Sikiliza Ayubu 42 mstari wa sita Mungu wa mbinguni anasema nini? Nitasoma kwa jina la Yesu kama ilivyoandikwa, Ayuba arobaini na mbili mstari wa sita inasema, kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu, kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu, nakutubu katika mavumbi na majivu, natubu katika mavumbi na majivu. Amina. Sasa nakwenda kugalagala hapa chini, naomba toba kwa ajili yako, naomba toba kwa ajili ya uzao wako naomba toba pale ulipowahi kumkosea mtu. Naomba toba pale ambapo wamekuumiza na ukustahili. Naomba toba pale ambapo ulidhalilishwa na dhalilika. Mimi Mungu akakuinue wewe, Amen. Mungu akainue uzao wako, Amen. Mungu akainue familia yako, Amen. Kile walichokuwa wamekichelewesha kwenye maisha yako Mungu anakirejesha sasa, Amen. Sasa hey, Yesu, ninapolala katika uchafu huu katika matope haya katika maji haya, naomba Mungu ukawaponye watu hawa na magonjwa yao, kaondole kila aina ya mikosi, kaondole kila aina ya nuksi, kila aina ya magonjwa yaliyo ndani ya mili yao yakapate kutoka sasa, kama Ayubu alivyoikana nafsi yake, Mungu na mimi ninaikana nafsi yangu Mungu asante Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, nakulilia we Mungu kwa ajili ya mwanamke, nakulilia kwa ajili ya mwanaume, nakulilia kwa ajili ya watoto hawa. Naomba Mungu achilie neema kwao, naomba Mungu ukomboe uzao, naomba Mungu alio katika umaskini waondoe kwenye umaskini. Ondoa walio katika umaskini kwenye umaskini ondoa walio katika magonjwa kwenye magonjwa, ondoa walio katika magonjwa kwenye magonjwa, ondoa walio katika dimbwi la umaskini kwenye umaskini, wasiofanikiwa kwa lolote. Naomba Mungu sasa wachilie baraka kwao. Jehova, achilia baraka kwa wale walio na vifungo. Elgibo, achilia baraka Jehova Shama, Jehova Nisi, achilia baraka, achilia ukuu wako Mungu uliye hai, achilia ukuu wako Jehova Baba. Naiombea familia hii, walio maskini wa kutupwa, walio maskini wasiokuwa na kitu, wamekuwa kwenye mafalakano ya muda mrefu. Hata wale wanaoinuka kufanikiwa ndio wanaokuwa wa kwanza kufa ndio wanaokuwa wa kwanza kupata magonjwa magumu. Ninakushukuru Mungu uliye hai, napo garagara gara katika ardhi hii. Mungu, naomba ukomboe ukoo huu ulio katika umaskini ulio kithini. Naomba ukomboe wazao huu ulio katika umasikini wako. Ninakushukuru Mungu uliye hai. Komboa kabila hili Bwana ambalo limekuwa maskini kupitiliza. Kombowa uzao wa mwanamke Mungu, wamekuwa ni watoto walevi. wamekuwa ni watu wasioolewa. wamekuwa ni watu wa kuolewa na kuachika na kulilia wewe Mungu liye hai. Naliita jina lako Mungu liye mkuu, naita mamlaka yako Baba, fungua malango yako ya mbinguni Mungu liye mbingu hai, fungua malango yako ya mbinguni jao Leo Baba ukashuke kwenye vitanda vyao, kashuke kwenye vitanda vyao Jehova, kashuke kwenye biashara zao, kashuke kwenye ajira zao Mungu, kawapatie mitaji wale wasiokuwa na mitaji, kawapatie waume wale wanaohitaji ndoa, kawapatie biashara ya mafanikio wale waliokwisha filisika, kawarejeshee wale wasiokuwa na kitu, kawarejeshee Jehova kawarejeshee Mungu wa Mbinguni asante, oh, baba baba, asante. Naomba kwa kila mtoto aliyetoka kwenye uzao wa mwanamke logwa, leo aliyelogwa wakati akiwa tumboni mwa mama yake, aliyelogwa baada ya kuzaliwa aliye logo akiwa mtu mzima, baba naomba ukamfungue sasa. Naomba Mungu, anapolala leo kitandani, malaika wako wa uponyaji wakamfungue, malaika wako wa baraka wakamtembelee, kila aliyekuwa kwenye dimbwi la umaskini, mikosi yote aliyokuwa ametengenezewa iondoke, magonjwa aliyokuwa ametengenezewa yaondoke, mafarakano aliyokuwa yakimzunguka yatoke, kila roho ya umaskini iondoke kwake kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, na kuinulia wewe mikono yangu, Mungu uliye juu, naomba toba kwa ajili ya watu hawa, naomba toba kwa ajili yangu na uzao wangu, naomba toba kwa ajili ya taifa langu la Jamhuri ya Muungano wa na Tanzania, naomba toba kwa ajili ya dunia nzima Baba. Kama kuna mahala mwanadamu huyo amekosea, naomba Mungu uachilie neema yako, naomba Jehova uachilie msamaha, El Gebo uachilie msamaha naomba Mungu mkuu achilie msamaha Baba, kila aliyemsababishia mtu huyu maradhi haya, aliyemsababishia magonjwa haya, aliyemsababishia umaskini huu, kabla jua la leo alijazama. Baba, naomba kila kifungo cha uchawi, kila kifungo cha laana, kila kifungo cha mizimu, vikapate kufunguliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mnazareti. Mwana mbaliayo inua mikono yako mahali ulipo Sema eh, Bwana Yesu, naomba neema yako, naomba rehema yako, naomba ukuu wako, naomba mamlaka yako viambatane na mimi leo. Kila baya nililotendewa na madhabahu ya kuzimu liondoke leo. Kila magonjwa waliopanda ndani ya mwili wangu yaondoke leo. Kila sumu walioiweka ndani ya mwili wangu iondoke leo. Kila roho ya kushindwa walioipanda maishani mwangu iondoke leo. Kila roho ya kafara walioituma kuharibu maisha yangu iondoke leo. Kila roho ya umaskini walioipanda kwenye familia, kwenye ukoo iondoke leo, iondoke leo, iondoke leo, iondoke leo, iondoke leo. Kila roho ya kushindwa iliyokuwa imeambatana na maisha yangu, iondoke leo, iondoke leo, iondoke leo. Kila roho ya kufirisika, kila roho ya kufirisika, kila roho ya kufirisika, iondoke leo, iondoke leo, iondoke leo, leo kwa jina la Yesu. Mtu mmoja seme amen, amen. Geuza kiti chako, mtazama madhabahuni yanayotokana na dhambi zangu yamekwisha leo kwa nguvu ya msalaba na kwa damu ya msalaba, amen, amen. Naweza ukakimbia na sadaka yako kabla sijaenda kule ukasema, Mungu asante kwa ajili ya sa, neema ya kufunguliwa ono, ukiwa umefunguliwa kabla hata sijalala pale ono fungulivu Ona mafanikio, ona mafanikio. Kwanza wale mnakuja kupitia mstari huu, zungukeni kule. Mnakuja minapitia hivi, mnarudia hivi. Wale mnaotokea huko, mnapita hivi, mnakuja, mnatoka hivi. Mtu asirudie lile korido pale. Unatoka huko, unakuja, unatoa sadaka yako, unaenda hivi. Na nyie wa hapa, unakwenda hivi, unakuja hapa, unatoa sadaka yako, unaenda hivi na nyie wa huku unakwenda hivi, unakuja hapa, unatoa sadaka yako. A a, nyie wa huku piteni hivi, mnakuja hapa, mnazungukia hivi, mnatoka hivi. Karibu kwa ajili ya sadaka ya agano la ushindi. Inaitwa sadaka ya agano la ushindi. Fanya haraka, nataka niende kwenye zoezi lingine. Siku ya leo ni siku ya kazi. wa huko pita hivi, yes, yes dada, pita hivi, pita hivi, pita hapa, hapa, pita mama, pita hapa, pita waelekezo, wapita hapa hivi. Yesu, asante nakushukuru Mungu uliye hai, kwa ajili ya agano hili la ushindi. Naomba Mungu, kamshindie kila mmoja anayetoa sadaka hii. Jehova, kamshindie kila anayetoa sadaka.